Mgombea ubunge wa jimbo la Mbarali kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Liberatus Mwang'ombe amesema changamoto ya ardhi, mashamba ya mpunga na suala la hifadhi ya Tanapa ni ajenda atakazoanza nazo kama wananchi wa jimbo hilo wakimchagua. Mwang'ombe ambaye ni mzaliwa bonde la Usangu na msomi mwenye shahada tatu, mbili zikiwa ni za masuala ya upumuaji na shahada ya tatu ikiwa ni ya uzamili. Mbali na kuzitaja changamoto hizo, amesema atasimamia vyema suala la elimu, miundombinu na maji Changamoto changamoto kwenye jimbo la Mbarali zipo nyingi sana, na baadhi ya changamoto, maji watu wana maji safi na salama ya kunywa. Ardhi, kuna kitu kinaitwa Tanapa hifadhi uh, ambayo inawasumbua sana. Kuna watu wamehamishwa hawana hawajapewa maslahi yao, hawajapewa fidia. Mtu amehamishwa amelipwa shilingi 400 mtu ameamishwa amelipwa shilingi 1600. moja mia sita. Kwa hiyo napita na kutana na watu wananiambia, wana matatizo hawajalipwa fidia zao. Kwa hiyo Tanapa ni kipaumbele changu cha kwanza, ardhi cha kwanza elimu cha kwanza kwa hivi vyote naenda kudili navyo pamoja na kuboresha miundombinu ya maji. Akifafanua suala la mashamba na namna atakavyokwenda kusimamia changamoto hiyo bungeni, Mwang'ombe anasema changamoto ya mashamba na ardhi Mbarali ni kubwa sana. Kuna watu wamenyang'anywa mashamba watu wamenyang'anywa maeneo. Sasa unakuta Magufuli amekuja amekuja Chimala, akawambia watu wa Chimala mchagweni Haruni. Haruni ambaye ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi atawasaidia kuwarudisha mashamba. Halafu, Haruni huyo huyo anamiliki hekta nane za mashamba mpunga. Hekta nane ni eneo kubwa sana sana. Sasa na kama hekta kumi na sita anaambia watu wa Chimala na Mbarali, mchagueni Haruni ataenda kuwarudishia mashamba ya Kapunga. Ni uongo. Haruni arudishe kwanza yale mashamba anayomiliki. Akiyarudisha ndo atakuja kuyarudisha Kapunga. Kwa hiyo hizi ni porojo tu. Sasa tutafanya nini juu ya mashamba? Haya mashamba wanavyopewa wawekezaji au Haruni mwenyewe wa CCM anavyomilikishwa na watu wa CCM, kulikuwa kuna mikataba iliandikwa. Mimi nikipata ridhaa nitakwenda, nitakaa na wanasheria uh, nikikaa na wanasheria sheria tutapitia mikataba yote, tutaangalia kama kuna loophole yoyote, turudishe yale mashamba kwa wananchi. Amesema mabadiliko hayawezi kuzuilika katika jamii yoyote ile, na chanzo kikubwa cha mabadiliko ni watu kutoridhishwa na hali halisi ya maisha yao. Kitu kikubwa ambacho kimefanya watu wa, wa, watake sana mabadiliko ni kutokuridhika na status quo kutokuridhika na hali ambayo ipo, hali halisi sasa hivi. Ujue mabadiliko yanavyotokea, kuna vitu kama vitatu inabidi viwepo. Kwanza lazima watu wasiridhishwe na hali iliyokuwepo yani status quo, dissatisfaction of status quo, kwamba watu hawaridhishwi na, na hali waliokuwa nayo, na hilo ndio, na hiyo ndio hali halisi ambayo Tanzania iliyopo. Hakuna mtu anayeridhishwa na namna serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongoza nchi, hakuna mtu anayeridhishwa anaposikia mchakato wa katiba wa katiba ulichakatuliwa. Hakuna mtu anayeridhishwa anaposikia mheshimiwa Jakaya Kikwete anasafiri safari 400 kipindi chake chote. Hakuna mtu anayeridhishwa anasikia watu wanataka kuhamishwa kwenye mashamba yao Tanapa, ma maeneo yao yaweko hifadhi. Hakuna mtu anayeridhishwa anakuta mbunge anayegombea chama cha mapinduzi Haruna Mula Pili Mohamed anamiliki hekta 8 za mashamba ya mpunga. Watu waridhishwe. Kwa hiyo haya kutokuridhishwa inapelekea watu watake mabadiliko. Kwa hilo la kwanza, la pili mabadiliko yatokee yanahitaji agent for change, yani wakala wa mabadiliko, ambapo mawakala wa mabadiliko sasa hivi wapo. Yuko mheshimiwa Edward Lowasa, niko mimi Liberatus Mwang'ombe, yuko mheshimiwa Mbowe, yuko Sumaye, Kingunge. Kwa hiyo hawa ni mawakala wa mabadiliko, kwa hiyo wana speed up mabadiliko. Ya tatu ni hayo mabadiliko yatakwenda kufanyaje maisha yao bora. Na hapa Mwang'ombe anaelezea kuhusu Watanzania kuilinda amani yao kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu. Najua kutakuwa na changamoto ya amani, na amani inaweza ikaharibika ika pale tu chama cha mapinduzi wakitaka kuiba uchaguzi. Ujue sasa hivi imefika point ambayo tunasema ni threshold. Threshold ni point ambayo ukishafika pale huwezi kwenda juu, huwezi kwenda sehemu yote sana sana, utashuka na ukifika kwenye hiyo point binadamu ukimfanyia kitu chochote cha kikatili analipuka. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri imefika kipindi ambacho serikali ya Chama cha Mapinduzi ikubali matokeo, kama mabadiliko yanatokea yatokee kwa kwa amani, na namsihi sana mheshimiwa Jakaa Kikwete atumie busara sana kipindi hiki, kwa sababu watu wapo kwenye threshold, wapo kwenye uvumilivu ambao umefika kikomo. Peter Edson, Mwananchi Digital.